African First Investors Forum Afinet, kwa kushirikiana na Mtajirishaji Media wanakuletea mkutano wa wachimbaji wa madini Geita utakaofanyika Ushirombo tarehe saba mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano katika ukumbi wa CCM. Ewe mchimbaji usipange kukosa. Naitwa Birejina Robert Kabogo ni mkazi wa Ushirombo wilayani Bukombe mkoa wa Geita Wananchi wote tunawaalika kwenye mkutano mkuu, mkubwa sana ambao umeandaliwa na Afnet kwa manufaa ya wachimbaji wote hasa katika wilaya yetu ya Bukombe mkoa wa Geita na hata nchi nzima kwa ujumla. Hivyo tunaomba kualika wale wote ambao wana mwaliko mfike bila kukosa. Mkutano huo utafanyika katika ukumbi wa CCM wilaya ya Bukombe, nao utaanza saa 4 saa tatu asubuhi hadi majira ya saa kumi na kuendelea, lakini utakuwa na tija kubwa sana. Kutakuwa na viongozi wetu wengi na mgeni wetu rasmi anatarajiwa kuwa mkurugenzi wa Stamico taifa. Hivyo kutakuwa na wajumbe wengi muhimu sana na kutakuwa na mada nyingi zitakazoongelewa kwa manufaa ya wachimbaji wenye leseni na wasiokuwa na leseni. Hivyo kwa mwito huu nawaalika waalika tufike bila kukosa. Tena tuwahi, tuwe wasikivu, na hatimaye tutakayoyavuna tuweze kuyatendea kazi. Tunaamini kutokea hapo hatutakuwa tulivyo, tutatoka hapo kwenda sehemu nyingine. Walio mbali, fatilieni mkutano huo kupitia Mtajirishaji Media. Ukiingia angalia vizuri, soma, subscribe na hatimaye utaweza kupata taarifa hizi kila wakati, kwa muda unaotakiwa. Utakuwa wa kwanza wewe kuzipata, hivyo fuatilia vizuri sana. Kutakuwa na elimu nzuri itakayotolewa na wawezeshaji wetu mahiri. Watakaotoa ni maprofesa kutoka sehemu mbalimbali, watatoa elimu mbalimbali kuhusu na kada ya uchimbaji. Karibuni sana na Mungu awabariki.